Pande wa huku kwetu kwa kweli, kwa shule ya msingi iliyo karibu ni hiyo ya Changanyikeni, zingine zote ziko mbali sana. Kwa hiyo eneo letu kwa kweli, ukiangalia katika serikali ya mtaa ya Kibururu hakuna shule hata moja, mm, na watu ni wengi. Kwa hiyo eneo ili watu, watoto wote lazima tupate shida ya kuwavusha, ili waweze kwenda, kulingana na umbali wa shule zingine zilipo. Hii inakuwa inaonekana iko karibu kwa kweli nizungumzie Goba Kibururu ambako mimi ni mkazi na naishi huku Goba Kibururu. Kwa kweli tuli ombi letu kubwa, na nafikiri hata mbunge wetu tulishamwambia, hata serikali ya mitaa wanajua, tumewambia jamani katu, eneo hili ni kubwa la Goba Kibururu linafaa kuwa na shule ya msingi, kwa sababu watoto ni wengi na eneo ni kubwa, na bado kuna maeneo makubwa ambayo yana ya nafasi ingewezekana serikali ingeweza kufanya jitihada tuweze kupata eneo kwa ajili ya shule, kwa sababu watoto tunao kila siku na kila siku tunapata shida katika mto huu. Wakati mwingine mto unajaa, tunashindwa kuwavusha, safari inakuwa ni ndefu kuliko kawaida, kwa hiyo wengine wanashindwa kwenda shule, wanabaki nyumbani au ndo inakuwa elimu yao inashuka chini, kwa sababu anashindwa kwenda kupata masomo, naweza akabaki hata siku mbili tatu, wakati mto umeshindikana kuvuka. Kwa kweli kabla hawajafikiria shule, tungeomba tuweze kupata kivuko, hata kivuko, daraja dogo ambalo litaweza kuvusha hata pikipiki piki, bajaji pamoja na, wa, na, na, na watembea kwa miguu, kwa sababu ukiangalia wakati mwingine hata kunapokuwa kuna shida ya mgonjwa au ni nini wakati mwingine Makongo ni karibu kuweza kupata huduma, lakini mnashindwa na inabidi mzunguke. Kwa hiyo wakati mwingine mtu hata kama ni tatizo la haraka anaweza kupoteza maisha kwayo. kwa hiyo kwa kweli tungeweza kupata hata kivuko, ingekuwa ni kitu kizuri sana. Wakati mwingine wanashindwa hata hawaendi shule nilikuwa naomba tu msaada watutengenezee sehemu ya kupika. Pata shida hata kazi zenye kufanyi, kwa sababu kulimia kwenye sana sana, tunalima kwa ng'ambo. Hiyo inyeshe isinyeshe, mto unajaa. Lakini kwa mwaka jana kuna msichana alifariki hapo, mwanafunzi alikuwa nasoma Ronda. Ndio shule wanayosoma wanafunzi wote walio, wanaofaulu, wanaofaulu wengine wanapelekwa Ronda, wengine wanaenda Changanyikeni